Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Kamishina Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Safia Jongo amesimulia namna mwanamke huyo alivyomuua mume wake na kumzika chumbani. Baada ya mahojiano makali, mwanamke huyu alikiri kwamba marehemu ni mume wake na kwamba siku hiyo ya tarehe kumi na moja majira ya saa tatu usiku mwanaume huyo alirudi nyumbani, lakini wakawa na ugomvi ambapo ilimpelekea kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali, na baada ya kumshambulia mwanaume huyo alifariki dunia. Na baada ya kufariki, akaamua kuchimba shimo ndani ya nyumba yao, na kisha akamfukia, na baada ya kumfukia, akajaza kifusi juu na kuchukua magunia ya udaga na kuyapanga juu yake. Hivyo alituonyesha eneo ambalo alimzika mwanaume huyo kwa kutumia kibali cha mahakama tulifukua na tukikuta, tulikuta mwili huo ukiwa umeharibika vibaya na a, a, a, maiti ilionyesha kwamba alikuwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali. Jeshi la Polisi limetoa kauli juu ya madai ya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha huku likiwataka wananchi kutoa ushirikiano. Naomba niendelee kutoa wito kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mikononi. Migogoro ya kifamilia tuna, tuna kila siku tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na mauaji yanayo chanzo chake kikiwa ni ukatili wa jinsia. Na tunasema ukatili kwa Geita huko pande zote mbili, wanaume wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha ikiwemo huyu, lakini wanawake wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha. Lakini sambamba na hilo, ziko tuhuma nyingi za watu kupotea na vyombo vya serikali vikihusishwa na hao watu kupotea, lakini mwisho wa siku unaweza ukakuta huyu mtu amedhuliwa au amepotezwa na mtu wa ndani ya familia. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, pale mtu anapopotea, tusianze tu kuvitilia shaka vyombo, tuanze sisi wenyewe ndani na maadui walionao, tukishirikiana haya matukio tutayamaliza kabisa, na tuache tabia ya kujichukulia sheria mikononi. ITV imezungumza na wakazi wa manispaa ya Geita wakikemea tabia ya watu kujichukulia sheria mkononi kwa kuendesha mauaji kutokana na migogoro ya kifamilia. Mimi niombe kabisa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vishirikiane kuhakikisha watu kama hawa wachache ambao wanaendelea kuchafua taswira ya mkoa wanadhibitiwa, wana lakini pia niombe huku chini uh, kwa viongozi ambao wapo kwa maana ya watendaji wa kijiji watendaji, uh, wa, uh, wa vitongoji wale, pamoja na wenye viti wasaidie jeshi la polisi jamani, ili hawa watu wachache ambao kidogo, wakati mwingine unakuta wana vurugu, wana ugomvi wa muda mrefu, uh, wanapokuwa wanafumbia macho huu ugomvi ambao unakuwepo kwenye familia, kidogo kidogo, uh, zile chuki zinazidi kukua, na baadaye ndio mwisho wa siku tunakuja kushuhudia matukio kama haya. Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, Geita. Basil Elias ITV.